Harufu ya kifo. Katika kona ya giza ya ghala la zamani kulikuwa na jamii ya panya waliokuwa wakiishi kwa hofu na tahadhari. Mitego ya chuma ilikuwapo kila upande, ikingoja kwa subira kuvuna maisha ya yoyote aliyetamani zaidi ya kile alichopewa na dunia. Lakini miongoni mwao aliishi panya kijana aliyeitwa Tindo. Tindo alikuwa tofauti, alikuwa na hamu ya kujua zaidi, kuona mbali na kuonja kile ambacho wengine waliogopa. Aliamini kuwa maisha si tu kujificha gizani Bali pia kujaribu kuvuka mipaka ya hofu. Siku moja, Tindo alisikia harufu ya jibini safi laini yenye matundu iliyowekwa juu ya mtego wa chuma kilichong'aa. Ilikuwa kama mwito wa pepo mwenye sauti ya upole ukimwambia njoo njoo! lakini hakukimbilia. Tindo alisimama kwa muda mrefu akiutazama mtego. Aliona miili ya wenzake wawili waliokwisha kufa nyuma yake. Aliona kilio cha mama yao, panya mdogo aliyewahi kutamani sana jibini siku moja, lakini hakurudi tena. Tindo hakurudi nyuma. Aliamua kutumia akili badala ya tamaa. Alienda akachukua kijiti, na kwa tahadhari, alianza kukipenyeza kwenye mtego. Mtego ukasnap kwa nguvu, lakini haukumshika jibini. Likadondoka kando salama. Panya wengine waliokuwa wakimchungulia kwa mbali walishangaa. Kwa mara ya kwanza, waliona ushindi wa akili dhidi ya tamaa. Tindo akageuka akasema kwa sauti ndogo lakini thabiti: "Sio kila king'aa ni dhahabu na si kila harufu tamu ni chakula. Mara nyingine harufu nzuri huja na harufu ya mauti ndani yake." Na tangu siku hiyo Tindo akawa sio tu jasiri, bali kiongozi, akiwafundisha wenzake kutumia akili kuliko tumbo. Funzo la hadithi: katika maisha fursa tamu zinaweza kuwa mitego. Usikimbilie kila jambo linalovutia, zingatia maarifa, subira na akili kabla ya kutenda.